E, bana, anatumai kikisa kitakusisimua sana. Picha letu linaanzia hapa. Kuna maskini mmoja aitwaye kwa jina la Henk alikuwa akiombaomba misaada, lakini siku ya leo alikutana na maneno machafu sana, kwa sababu tu alimshika huu mwamba. Kapigwa maneno machafu. Wakati swala lile linaendelea, katokea bilionea mmoja aitwaye kwa jina la Chris, akamwambia wa, mwanangu, tamani nikupe pesa zaidi yule mwamba, upaswa kufanyia hichi kitu. Aisee, tamani nikupe hela nyingi, lakini ndio hichi nimejaliwa. Henki akamwambia aisee, hii pesa ni nyingi ambayo naitafuta kwa mawiki. Najua leo nitapata msosi wa mchana hata na usiku, mwanangu. Mungu akujalie sana mheshimiwa. Basi Chris akamwambia, poa, uwe makini. Wakati huo huo upande wa pili kulikuwa na mwanamama alikuwa na appointment na dokta. Sasa anajaribu kuomba msaada aongezee nauli aweze kwenda kuonana na dokta, lakini hiyo pesa alikuwa hana. Na wakati huo tajili, kumbuka, alikuwa tuna dola kumi na tano na zote nazote, alimpa Hank kwao. Tajili akakosa naye kumpa msaada, ikabidi tuangalie kwa macho kwa wakati mama analalamika pale, anakosa kwenda kumuona dokta. Wakati huo huo akatokea bwana Hank. Hank akatoa kile kiasi cha dola 15. Bwana akatoa tawa dola tano na kumpatia yule mama, akamwambia mimi natumai appointment yako itaenda vizuri. Tajili alishtuka sana na kumchanga huyu mwamba ana loya ina gani hela nilompa na kupatia watu jamaa. Akamwambia mimi natumai appointment itaenda poa mama, mimi naenda. mama akamwambia, asante sana, wewe ni kama malaika kwangu. Eh bana, tajili alipatwa na mshtuko, ikabidi afunge mlango wa gari yake, akagarisha safari, akaona ngoja nimfuatilie, nimfatilia huyu mwamba inakuaja sasa tajili akaanza kumfuatilia mwamba. Basi wakati huo bwana Enki alienda store moja hivi kununua baadhi ya mahitaji yake. Sasa anamkuta kuna mwanamama analalamika sana, anamtaka kumnunulia mwanae dawa, lakini dawa pesa haitoshi alokuja nayo hapo dukani. Wakati huo tajili upo kwa nje anaendelea kufuatilia situation inotokea. Basi wateja wengine wanalalamika wanamwambia, mama kama uti una pesa toka, si tuhudumiwe. Basi naamaanasema mi naelewa, lakini mwanangu anaumwa sana sana sana. We kama una hela kaa kando, sisi tuweze kupata huduma. Mama anajaribu kupambana mwanawezi kupata dawa. Basi mama akaona sio swala eh, bana unaweza kunikopesha dola tano? akamwambia mwanamke mwenzie mwanamama. Akasema haiwezekani, siwezi kupa dola tano, nipishe mi nipate huduma. Akasogea bana, nilipe au niondoke zangu? Mwenye duka akamwambia hapana, bwana lipa bwana, mambo mengine yaweze kwenda. Wakati huo bwana Henk alikuwa akishuhudia hiki kitendo pamoja na tajiri. Henk akaona hapana, akatoa dola tano katika zile kumi alizobaki nazo. Akampa mwanamama, akamwambia bwana, mimi natumai hii inaweza kusaidia ukapata dawa. Mwanamama akashtuka, akamwambia ah, I say, utakuwa una uhakika kweli unaponipa hii pesa maana wewe mwenyewe una makazi. Akamwambia hapana, mimi na uhakika, uichukua pesa. Wakati huo bwana Chris yule bilionea anashangaa kwa nje, huyu jamaa ana loga gani? Hii ni loga ya aina gani? Mbona huyu mwamba sijaelewa mtu ana shida alafu anasaidia watu wengine basi. Mama akanunua dawa pale akachukua dawa, akamwambia dogo, hebu mpe anko asante. Dogo akampa anko asante, wakatoka. Bwana Henki naye akasogea, ni muda wake wa huduma sasa, akatoa na kuchukua baadhi ya mahitaji. Tajiri ameendelea kukaa pale nje, ila tajiri ajui mtu anemfuatilia ni nani. Aise, tajiri kabidi azuge pale na kama anaongea na simu ili bwana Henki asiweze kushtuka. Lakini bilionea Chris bwana atambui bwana, katika maisha yake pia yeye ashawahi kusaidiwaga na bwana Henki, lakini kwa ni kitu ambacho ajui, ila anaendelea kumfuatilia tu Enki endelee kuona wema wa huyu mtu, kuna jambo pengine ataweza kujifunza. Bwana Enki leo amerudi kwenye makazi yake, sasa anakutana na mshikaji wake pale. wakati anajiandaa kula, anaambia bwana Enki, nina njaa kichizi. Ah, Enki kabidi ampe ule mkate, bwana wewe kula tu. <laughs> Enki, na wewe pia una njaa. Rafiki yake anamwambia akamwambia, wewe kula bwana, wewe piga, mimi niko good hapa, unajua huko nimekula kula sana. Wewe endelea, mimi niko fresh. Mambo yangu vipi, unanishangaza sana, nimekupa pesa umewapa watu na chakula pia unawapa watu I say. Hii ni vipi jamaa eh? Hapana, nimechanganyikiwa tu kidogo najua wewe, so hapana, tu kidogo, so kamwambia, sina kikubwa iko nasaidia baadhi ya watu najua, mimi najua kabisa Nachompa mtu basi kuna siku kitakurudia. Kwao mimi najuaga nitakuwa poa tu. Ndio maana anasaidia watu. Chris akasema, "Oh, mimi nimeipenda hiyo." Pia mimi naitwa Chris bwana. Wewe unaitwa nani? Akamwambia, "Oh, mimi naitwa Hank." Lakini situmai kama tunaweza kushiki mikono bwana. Akamwambia, "Hapana, wewe tugusane tu hivyo hivyo." Basi mwamba akaweza kushika mikono pale na kuweza kufahamiana. Jamaa akamwambia, "Natamani ningekupa keshi za kutosha ila leo sikuwa na pesa." Akamwambia, "Usijali oh, bwana, mimi niko poa." nitaweza kuwa fresh tu. Mambo yote anayo Mungu ndo anajua na ndo anaweza kunisaidia mimi muda wote, naweza kuishi kwao. Akatokea mwana mama mmoja, akamwambia, bwana Hank, nimekuja hapa na mazawadi kibao. Akatoa sosi pala, akampatia Hank. Hank akamwambia Chris, bwana umeona, mimi nimekuambia naweza kuishi muda wote wowote, si umeona mambo hapa, mimi nilikwambia toka muda lakini ni swala limemgusa sana Chris. Yani, limemchanganya kiasi cha kwamba Chris amerudi nyumbani leo, hana mudi, anawaza. Bi mkubwa anamwambia Chris, muda wa msosi ni vipi? Hey, honey, ah, mama, sana, apa, mbwake, yani mbona ni hivyo? Ah, hapana mama, nisamehe sana e, kuna jambo nalifikiria hapa, nabidi nimweleze bibi mkubwa wake. Namfikiria ule homeless mmoja, yani mwamba sasa na makazi maskini. Bana kuna mambo amefanya, yani huwezi kuamini. Leo nimempa dola 15 lakini kilichotokea unajua nini? Aliwasaidia watu kibao mtaani na ile dola 15. Mwamba, bibi mkubwa, ana shida shida kweli, kiasi kwamba hajaoga kwa muda. Sasa, huyo mwamba nimempa pesa, amewasaidia watu wengi kiasi kwamba imenigusa, bibi mkubwa kila dola aliwapa watu mpaka ile dola ya mwisho. ili swala lilimgusa sana bi mkubwa bi mkubwa, kiasi cha kwamba hisia zikapanda mpaka akaanza kutoa machozi, mpaka inki akashangaa, ama vipi? Mbona tena machozi? Mwanangu, ah, kuna swala sijawahi kukuambia. Hii inahuzunisha sana, ila ilishawahi kunitokea hapo nyuma kwenye baadhi ya kumbukumbu zangu. Nakumbuka kuna mwamba pia cheki kunisaidia hivyo hivyo, naye ni homeless. Imenigusa sana. Ila hii story sijawahi kukuambia. Itabidi leo niweze kukupa story. Basi bi mkubwa inabidi ampe story kijana wake. Nini kilitokea hapo nyuma mpaka bi mkubwa sasa hivi hii story imemgusa kweli, akaanza kutoa machozi. Basi anaanza kumwelezea bebe, wakati hatujafanikiwa, wakati, wakati wewe ni kijana mdogo sana, nimekuzaa kuna situation ilitokea bwana hapo nyuma, na tulisaidiwa na homeless. Kuna homeless kuna alikuja akatusaidia mimi na wewe tulikuwa ni homeless pia, yaani hatuna makazi hatukuwa na pakuishi sweet. Unajua, wakati ule nilipima nikagundua nina ujauzito, nikaweza kumwambia baba yako bwana, mimi nimeweza kupata mimba, lakini kumbe baba yako muda huo akua na, na uhitaji wa kuwa na mtoto akamwambia mimi nitoeze kutoa mimba. Hapo ndo tulikosana, nikamwambia mimi siwezi kutoa mimba, nikakataa. Sasa basi, babako ndo akanikimbia akasema nisiwezi kuishi na wewe, na aliniacha kwenye majonzi makubwa sana. Nikabaki nyumbani nikiwa na mimba, lakini baadaye nikaja kujifungua. Sasa nimepiga simu niweze kurudi kazini, kazini wakasema hatuwezi kukusubiri kwa muda muda mrefu, wakati wewe unaendelea kulea mimba yako mpaka unajifungua, si tulishaajili mtu mwingine. Kwao nikajikuta nimekosa makazi, wakati huo kodi imezidi, tukakosa nyumba ya kuishi, ikabidi kwenye nyumba tutolewe, kama mimi na wewe tunaishi kwenye gari. Nikawa nakaa kwenye gari, huku bili ni nyingi, siku zikazidi kwenda, mwisho wa siku nikajikuta nimeuza mpaka ile gari yani, yani, tulikuwa tunalala kwenye gari, lakini nikaja nikauza ile gari. Sasa tukawa tunalala mtaani, ndio tukawa homeless na sisi yani, watu wasona makazi. Kwa hiyo mimi na wewe pia hapo zamani tushaikuwa watu ambao hatukuwa na makazi, tunalala nje, ila siku moja kuna mwamba akaja kuni saidia ni mtu mwenye roho nzuri sana, lakini naye alikuwa hana makazi. Akaja kunisaidia alikuwa maskini, ila akanisaidia akanipa chakula akaninyanyua akanipa moyo wa kuendelea kupambana. Basi hapo ndo maisha yalibadilika, na mpaka leo tumeweza kufikia hapa. Mwanangu, natumai umeanza kuelewa sasa, ambayo situation ambako tulipitia na sikuwahi kumwambia yoyote. Ai, bana mama, yani siamini ukwahi kuniambia kabisa hii story. Mama akasema ndio, sababu ilikuwa ni muda mrefu kidogo, kwa hiyo ukajikuta nimesahau, lakini situation haikuwa atukukaa sana, tukarudi tena kwenye hali yetu, tukafanikiwa na ndio leo unaona maisha yako hapa. Kwa hiyo tulifanikiwa kukwepa ile issue ya kuwa homeless, lakini kuna watu mpaka leo hawajafanikiwa kutoka kwenye hali ya kutokuwa na makazi mpaka leo anaishi kwa shida. Jamaa akapata wazo akamwambia, bwana, iko chakula, hebu usipakue hapa, nina wazo moja. Jamaa ikabidi ya vyakula vile atoe na avipakuliwe vibebe vyote avipeleke kwa wale homeless, wapelekee chakula. Basi Bwana Chris akatoka na mama yake, wakaenda kule alipo mwamba alipo Bwana Henki kuwapelekea chakula. Bwana Henki ametulia, haelewi. Mwanae anatoka anamwambia, wewe Henki, mimi nahitaji maji. Enki anaambia, bwana mimi sina maji, si zile dola zote nimezimaliza. Sasa sijui tutaishije? Leo we chili tu mwanangu, hakuna maji ah. Mwamba akarudi kinyonge, bana poa bwana po, ngoja kushtushwa pale pale cha kushtushwa pale pale, bwana Christian anaingia. Anaingia bana, kama malaika vile amekuja kuokoa. Christian anafika pale, oya vipi Henke anambia bwana Chris, umerudi tena, mbona imekuwa haraka hivi? Mimi nilitegemea utakuja hata masiku mengine. Anambia bwana, mimi nimekuja na mtu ambaye anahitaji sana kukuona. Ni nani? Mamangu anahitaji kukuona. Ikabidi bwana Henke asimame aweze kumuona mamake mwamba kuja kugeuka sasa, unakutana na mama. Mama anapata mshtuko, ni wewe, wewe mama. Sasa anamkumbuka, huyu ndo aliweza kumsaidia wakati ule anapitia hali za shida sana mtaani. Kumbe alisaidiwaga na Bwana Henki. Henki tindo wake huo kusaidia watu. Wakati wewe Henki kidogo, kijana, ni wewe bwana, jina lako? Naitwa Henki, si ndivyo? Bwana ulinisaidia wakati nipo sina makazi, unakumbuka? Unaitwa Henki bwana. Jamaa anambia nini mama? Ambia ndio, huyu, jamani, Henki alinisaidiaga hapo nyuma akatusaidia sisi tukaweza kufanikiwa, basi bana, stori likaanzia hapo. Mama mkumbuka u mwamba shai kumsaidia Enki, anasema e, bana e, bana kweli, aise unamsaidia huku mtu nyuma hata nilisahau ni muda sana, lakini nimeweza kukumbuka. Basi bwana Enki amefurahi sana, ni amemsaidia mtu alafu ameweza kufanikiwa kwenye maisha. Hilo ndo swala Enki analipenda, ninasaidia watu lakini baadaye wanafanikiwa wanatoboa swala limefurahisha sana Henki. Basi mama anawambia bwana, ndio unaishi hapa bado hujatoboa? Jamaa anawambia ndio bwana, mimi nipo hapa, lakini ni jambo zuri, umefanikiwa bwana, mimi hapa siwezi tena. Wakati huo huo, rafiki yake Henki anamwambia hakuna msosi tena, inabidi afunue mule, angalie msosi mwingine ampatie mwanaye. Basi wakaendelea kukaa pala, wanapiga piga soga lakini Krist anamwambia pengine ungeshafanikiwa kwa sababu usingewapa watu kila kitu ulichokuwa nacho hapo nyuma, ungefanikiwa. Jamaa akaambia hapana bwana, asanteni, mi nashukuru kwa wema mlo utenda hapa. Pale mama akapata wazo, bwana, nina wazo, kule sisi tuna vyumba vingi sana, kwani tusiondoke tukaenda kuishi. Ujue mama anatamani kumsaidia sana Henki kwao, anatafuta kiki ya kuweza kumbeba Henki. Henki anaambia, asanteni sana kwa ofa yenu, mimi naona hapa inatosha bwana, tunashukuru mimi siwezi kwenda popote, hapana. Tunaweza kwenda kuishi, mimi niko serious stani, nahitaji sana kukusaidia nikuokoe. Bwana na shukuru nimekuona wewe, dakika za mwisho umeweza kunisaidia. Anaambia bana, ni wazo zuri. Bwana Kris anasema mimi natumai tu twende tukakae, lakini wakati huo enki ataki kabisa, akamkumbusha maneno yake akamwambia bwana, watu wenye hekima husema kwamba ule wema unaotenda kuna njia ya kukurudia vipi. Unasemaje bwana wingi? Akasema ah, kwa sababu umeongea hivyo itabidi bwana, twende basi. Bwana, picha letu inaweza kuishia hapa. Wale omba omba wameweza kufanikiwa na shukuru sana. Asante kwa kuangalia hii, endelea kutusapoti. Ni sisi Mr Recap Movie tumeweza kukuletea hii. Kwa huduma zaidi na nyingine, toa huduma, toa mawazo yako kwenye comment hapo, ya mambo yatazidi kwenda chao.